Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya kumi na tano. Naam, kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Sasa tupo kwenye vitabu vya Deuterokanoni na tupo kwenye kitabu cha pili cha Wamakabayo, ambapo leo tunaenda kuhitimisha sura ya kumi na tano ya kitabu hiki. Pia unaweza ukaendelea kukisoma kitabu hiki kupitia chaneli yetu ya YouTube na Facebook muda wowote ule. Tembelea chaneli yetu ya YouTube na Facebook zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Usisahau kusubscribe Facebook YouTube na usisahau kutufollow pale Facebook, itakupa nafasi ya kuendelea kusoma hichi kitabu wakati wowote. Kumbuka, vitabu hivi vya Deuterokanoni ni moja ya vitabu adhimu sana kuvipata, lakini tumekuwekea kwa njia ya sauti, unaweza ukakipata kwa ukaribu. Basi tusali ili tuanze rasmi usomaji siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako ambao umetusogezea neno lako ili katika mfumo wa sauti. Tunaomba tunaomba msamae Bwana kila tunaposhindwa kusoma kwa ajili ya uzembe na uvivu, tunaomba Mungu turehemu. Damu yako Yesu tunakuomba itusaidie kuweza kulisoma neno lako na kulielewa, na kwa mafuta ya Roho Mtakatifu kila mmoja apate kutiwa uzima, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, sasa tuweze kuungana, tuanze rasmi usomaji. Ni kitabu cha pili cha Wamakabayo ile sura ya kumi na tano, sura ya kumi na tano. Nikano aliposikia ya kuwa Yuda na watu wake wako katika nchi ya Samaria, alifanya shauri kuwashambulia bila hatari siku ya kupumzika Wayahudi walioshurutishwa kufuatana naye walisema, usiharibu hivi kwa ukatili na ushenzi, iadhimishe siku ambayo yeye avitazamaye vyote ameadhimishwa na kuitakasa. Naye yule mwenye kulaaniwa mara tatu akauliza kama yupo mfalme mbinguni aliyeamuru sabato ishikwe. Wakamjibu waka kuna Bwana aliye hai mfalme mwenyewe mbinguni ndiye aliyetuagiza tuishike siku ya saba. Akasema, mimi nami ni mfalme hapa duniani, na amri yangu ndiyo mshike silaha na kufanya kazi ya mfalme. Lakini hakufaulu katika kulitimiza shauri lake baya. Basi nikano hali moyo wake umejaa kiburi. Alinuia kusimamisha nguzo za ukumbusho kwa ushindi wake juu ya Yuda na watu wake. Hata hivi Makabayo hakuacha kutumainia kwa imani kabisa ya kuwa atapata msaada kwa Bwana. Akawaonya watu wake wasiogope mashambulio ya mataifa bali waukumbuke msaada walioupata mara nyingi kutoka mbinguni na kutazamia sasa ushindi watakaoletewa na Mwenyezi. Akawafariji kwa maneno ya sheria na manabii na kuwakumbusha ushindi wao katika mapigano mengi, na hivyo aliwatia moyo akiisha kuwakuza moyo aliwapa maagizo yake, akiwakumbusha uhaini wa watu wa mataifa na jinsi wavunjavyo viapo vyao. Alimvika kila mtu nguvu, sio matumaini yaliyowekwa yalio we, kwa ngao na mikuki, bali ushujaa uletwao kwa maneno mema. Zaidi ya hayo aliwachangamsha kwa kuwasimulia njozi iliyostahili kusadikiwa, maono ya namna hii. Alimwona Unio yule aliyekuwa kuhani mkuu zamani, mtu mwema, muungwana, msharifu, lakini mpole, mwenye maneno mazuri, alielekea aliyelelewa vizuri tangu utoto wake katika wema wote. Huyo Onia amenyosha mikono yake, anawaombea Wayahudi wote. Akatoka mtu mwingine amesimama hivi hivi, amebainika kwa mvi zake na kwa utukufu wake, amevikwa adhama ni ya ajabu. Onia akasema, huyu ni mpenda ndugu mwenye kuwaombea kwa bidii sana watu wa mji mtakatifu, ndiye Yeremia nabii wa Mungu. Yeremia akaunyosha mkono wake wa kuume, akampa Yuda upanga wa dhahabu, na huku akimwambia, pokea upanga huu mtakatifu uliopewa na Mungu, kwao utawapiga adui wakatiwa moyo kwa maneno ya Yuda, maana yalikuwa maneno bora ya kuchochea tamaa ya, ya wema na kuamsha ushujaa wa kiume katika mioyo ya vijana. Wakakata shauri wasikae kambini, bali waende mbele bila hofu na kupigana na adui mkono kwa mkono, mpaka ijulikane ni nani watakaoshinda kwa sababu mji na mahali patakatifu na hekalu vimo katika hatari. Hofu yao kwa ajili ya wake zao na wana wao na kwa ndugu zao pia na jamaa zao ilikuwa si jambo zito kwao, kama hofu yao kuu iliyopita yote kwa ajili ya hekalu takatifu. Nao walikuwa mjini waliona kiherehere juu ya mapigano yanayofanyika nje, wakihangaika sana. Basi wote walikuwa wakingoja matokeo ya mashindano. Adui walikuwa wamekusanyana na kujipanga tayari kwa vita, tembo wamewekwa mahali pa kufaa na wapanda farasi kando kando. Makabayo akatazama majeshi makubwa mbele yake na silaha zao za kila namna na tembo akali. Akanyosha mikono yake kuelekea mbinguni, akamsii Bwana atendaye miujiza, maana alijua ya kuwa ushindi auji ya kwa silaha, ila ni kwa Mungu anayewapa wao walio ustahili. Maombi yake yalikuwa hivi: Wewe Bwana mfalme mkuu, zamani za Ezekia mfalme wa Uyahudi, ulimpeleka malaika wako akaua watu mia themanini na tano elfu na jeshi la Senakerebu. Basi sasa pia, e mfalme wa mbinguni, upeleke malaika mwema mbele yetu kutisha na kuogofya, na kwa uwezo wa mkono wako uwafadhaishe hawa wanaokuja kwa makufuru juu ya hekalu lako takatifu. Alipoyamaliza maneno hayo, Nikano na majeshi yake walianza mashambulio yao kwa tarumbeta na nyimbo za shangwe, bali Yuda na watu wake waliwapokea adui wakimwitia Mungu na kuomba. Kwa mkono mikono yao walipigana na kwa mioyo yao walimwomba Mungu, na hivi waliua watu wasiopungua thelathini na tano elfu wakifurahishwa sana kwa msaada dhahiri wa Mungu. Baada ya mapigano, walipokuwa wakirudi kwa furaha, walimuona Nikano amevaa silaha zake zote, amelala chini, amekufa. Wakapaza sauti zao kwa mashangilio, wakimsifu mfalme mkuu kwa lugha ya wazee wao, yeye aliyekuwa tayari siku zote mwili na roho kuwashindania Wayahudi wenzake, aliyehifadhi katika maisha yake yote ile njia njema kwao ya ujana wake. Aliwaagiza wakate kichwa cha Nikano na mkono wake penye bega na kuvipeleka Yerusalemu. Walipofika alikusanya watu na kuwaweka makuhani mbele ya madhabahu. Kisha aliagiza wale wangomeni waitwe, akawaonyesha kichwa cha yule mlainiwa Nikano na mkono wake yule mkufuru aliyokuwa ameonyosha kwa kiburi juu ya nyumba takatifu ya Mwenyezi. Akaukata ulimi wa yule mwovu Nikano akasema atautupa kwa ndege vipande vipande, na kutungika mapato ya ujinga wake kupaelekea patakatifu. Wote wakapaza sauti zao mbinguni wakimhimidi Mungu aliyejifunua kwa kisema, ahimidiwe yeye aliyepalinda mahali pake pasitiwe unajisi. Akekitungika kichwa cha Nikano Ngomeni kiwe ushuhuda dhahiri wazi kwa watu wote wa msaada wa Bwana. Nao wote pamoja wakakata shauri na kutangaza amri ya kuwa siku hiyo isisahauliwe kamwe, bali siku ya kumi na tatu ya mwezi wa thenashara uitwao adari kwa lugha ya kishamu yaani ile siku kabla ya siku ya Makedoni iwe sikukuu ya kuadhimishwa. Hizo ndizo habari za Nikano. Tangu wakati ule mji umekuwa mikononi mwa Wayahudi. Kwa hiyo mimi nami nitayakomesha masimulizi yangu hapa. Kama yametungwa kwa ufasaha na kupangwa kwa ustadi ndivyo nilivyotaka. Lakini kama ni hafifu au si mazuri sana, ndivyo nilivyoweza. Kama vile haifai kunywa divai peke yake au maji peke yake, ila divai iliyochanganywa na maji ina afya ya kupendeza, ndivyo masimulizi mazuri, yakitungwa kwa ufasaha, huyafurahisha masikio yao wanaoyasoma. Na yakome hapa.